Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli ya kupendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutaangazia jinsi ya kuchoma korosho au kanga korosho kwa jina lingine kwa njia asili. Kwa kuna uchomaji wa aina mbalimbali au kangaji wa aina mbalimbali wa korosho. Kwa korosho hizi zinaweza kuchomwa kwa njia asili au kwa njia ya kitaalamu zaidi. Kwa, kwa siku ya leo tutaangazia jinsi ya kuchoma kwa njia ya asili. Watu wapo kijijini, watu wapo nyumbani hawana uwezo wa mbinu hiyo bora, kwa hiyo wanatumia kuchoma kwa njia asili, ili kuweza kupata kipato cha matunda ya korosho maana si na na no. Ujitahidi sana kufuatilia playlist zetu za Nebuye TV kwa ajili ya kuweza kupata elimu mbalimbali ambayo inahusiana na mambo ya ujasiriamali mambo ya kilimo pamoja na bustani na ufugaji mdogo mdogo. Wanatazama zile korosho zetu bado hazijabanguliwa, zipo kwenye gunia, zimeanikwa, zimevunwa tayari, zimeshabanguliwa. Kwa hiyo ni korosho ambazo mbichi hizo ni korosho ambapo mbichi zimekauka vizuri zipo zinasubiri kwa ajili ya kubanguliwa. Kikubwa kabisa hatua ya kwanza ni kuandaa mazingira. Mazingira yenyewe ambayo inabidi yaandaliwe ni kama hivyo. Hiyo ni kalaa, bati liko pembeni hapo. Hiyo ni bati. Inabidi waandae bati, waandae hayo mawe, waandae na kuni kwa ajili ya kuweza kuchoma korosho zao kwa sababu zinachomwa zinachomwa kama hivyo. Kwa hapo juu utapanga korosho zako, utaweka moto kwa korosho zako, zinaungua kwa hivi. Ndio aina ya kubangua, yani aina ya kuchoma korosho kwenye <coughs> screen yako hapo, utaweka korosho juu, huko chini umeweka moto, ukisubiri ziweze kuungua na utakuwa ni kugeuza taratibu, unageuza unaongeza moto mpaka zitakapoungua, na maana zikuungua ndio kukaangwa kwake Ina maana gani? Na nje litaungua lakini ndani litaiva. Oh, ni korosho jamani, ni gumu sana, ganda la korosho ni gumu, hauwezi kulitoa hivi bila kuliunguza, kama kuunguza hivyo, au utumie utaalamu mwingine wa wingine mashine za kitaalamu. Kwa hiyo hapa ni vijana wetu wapo leo, wana jambo lao la kuchoma korosho au kukanga korosho kuweka moto unachoma ushume, katika eneo la wazi, na na na na tabia za kuruka, maana moto unakuwa ni mwingi, na tabia za kuruka kuunguza zika nyumba zikaleta madhara katika nini katika makazi yako unaweka ma... unapanga mawe unaweka na mabati kama hilo au sufuria bovu. Ndio utaangalia madhara, kwa makini gani inabidi uwe nao. Chaza hapo. Kwa hiyo utaangalia jinsi zitakavyokuwa baadaye, hapo utaona kwa kwa nasi mpaka mwisho wa mvu yetu utaona ba kwa kwanini nakwambia uchome kuzo zako ziwe uchome katika eneo la wazi na maana kitu hapo kwa namaana nakutakionaza maji hapo apo, kuendelea kuchochea tu moto, weka moto mwingi na kuendelea kuzigeuza. Inabidi uzigeuze uone na uze, uzige uze, miti umeandaa zako miti, unazigeuza mpaka zitakavyokuwa zipo tayari kwa ajili ya kuwa zimekwiva. Na pia katika maandalizi mengine usisahau kuweka maji, kuna wengine wanatumia maji, wengine wanatumia mchanga kwa ajili ya kuzima, maana baada ya hapo inabidi uzizime. Usipozima zitaendelea kuungua mpaka mwisho wa siku, au utapata faida yoyote kushika moto, ukumbuke kwamba korosho zina mafuta mengi, kwa hiyo ule ganda la juu hilo lina mafuta. Kishika moto kidogo na mafuta kishika moto tayari, korosho zinaanza kuungua, zinaanza kuungua. Kitu kikubwa kuwa na kuandaa mchanga wa kuzimia au maji pale zitakapokuwa zipo tayari za maji Hizo izi ndio korosho zote unaona, za kwa zinaungua, kwa utaangalia na utatathmini, unaona za kwa zinaungua um, kwa zinaungua, yaani macebakamao kutajaa mpaka ndani huko kwa zitaungua, zitaungua, kumbe ni za maji hapa. <coughs> Tuko live nto kwa mkulima wetu, tuko shambani kwa mkulima, tunajifunza vitu mbalimbali, kwa hiyo ni unapokea mialiko ya una kutembelea kama una ufugaji wa mdogo mdogo, na ufugaji wa kuku kama uauna ufugaji wa kuku za maji, au na ufugaji wa bata, au na chochote ambacho unaweza kutualika. Namba za simu ziko hapo sifuri saba kumi na tano thelathini na tatu ishirini na sita sabini na tatu Inabidi hapa no muntu kuchanganya kuchanganya za maji Unashauriwa ongeze speed ya, kama mwanzo nilikwambia pale, alikwamba kwa nini kuna ukiona, ni kwa nini uweze, nje, kitu aa, kukiona ni unachokiona hicho korosho oho, zina mafuta na uchomaji wa korosho, wa korosho, maana, moto unaingia ndani ya kikango au kalawe na unaona unakaangia ndo kama unavyoona hivi. Kwa kama ukifanya kazi hii ndani ya nyumba, nyumba lazima iungue kwa sababu moto unakuwa ni mwingi na moto unakuwa unalipuka. Unatazama unavyoona hapo. Unaona, au? Ndo huo ndo uchomaji wa asili wa korosho. Unachoma kwa asili ya korosho na kaanga. Korosho zinakaanga katika design kama hii. Kwa moto unakuwa chini, moto mwingine unakuja juu kwa sababu korosho zina mafuta mengi hapo inabidi umakini wako tu kujua kwamba tayari zimeiva, ni zipue ni, ni zikiipua tena na ajili ya kuipuliwa, kwa inabidi zipuliwe, unaipua unaipua, unamwaga chini kwa liwe, unayipua, unayipua, unayipua na chini <clears> hizo <throat> zimemgiwa chini hapo zi chini pulchini, kuna maji ambayo na maji zitaendelea kuungua. Kwa hiyo ni mpiko wa pili, kwa tunaingia mpiko wa tatu, kwa sababu ni mjasiriamali na korosho nyingi, na maana ana mpango wa kuweza kukaanga korosho nyingi au kuchoma korosho nyingi, ili kusudi aweze kwenda kuuza rejareja, ana mpango wa kuchoma aanze kuuza rejareja. Kwa hiyo ni mtaji au ni biashara au ujasiriamali ambayo uko vizuri na watu wanapata kipato wanalisha familia na wengine pia kusaidia katika mambo ya ada, kununua uniform, madaftari na kadhalika. Kwa hiyo ni mpoko ni mpiko mwingine kama unavyotazama hapo, mwendo ni ule ule. Hapo tumeamua kutumia korosho chaji, tumeweka chaji. Kwa hiyo zikifika hatua zenyewe zinaanza kuwaka ndani nawana zinawaka kwa ndani, na maana korosho zina faida kubwa sana kwa sababu, korosho kuwaka kwa kalanga, kuiva kwa kalanga, lakini kwenye korosho kuiva kwake kalanga, a kwa korosho zikuwa nyeusi. Kwa hiyo hapa, vijana wanapambana, wajasiri ya mali yao wakiwa na malengo kwamba wabangue, baada ya kukaanga hapo watabangua ili waweze kuuza, wapate hela za kuweza kujikimu wao na familia yao. A, kuwaka tu Unaona, mbegu za maji. Kwa hiyo makini unahitajika wa hali ya juu, unaona hiyo. Kwa hiyo maana mpaka azime na mchanga au azime na, mb... na, na maji au afanye. Kwa hivyo unaona, kuna mbegu za maji kwa tunaziweka pamoja. Sasa hivi tunaingia katika hatua ya kubangua ili kusudi kutimiza malengo. Naweza kukuonesha baada ya kazi hii, unaona. Kwa hiyo zimeiva vizuri, ganda jeupe ganda limekuwa jeusi lakini ndani kumekuwa vizuri vizuri vizuri vizuri. Mpenzi mtazamaji, mwisho wa video hii ndo mwanzo wa video nyingine. Jitahidi sana kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo utajifunza. Nikupenda kukuuliza mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, je, mkoa unaoishi zao hili la korosho lipo na nyinyi mnatumia njia gani kubangua? kama mnavyobangua wenzenu, je, nyinyi mnatumia njia hii asili au mna njia nyingine? a za maji ndo hivo yamaandaa kifuu chake, unaona, hilo ndio korosho ambazo tulio tume tumechoma. Korosho tumechoma mtoko mitatu kwa mtoko mitatu. Baada ya kubangua, tutaangalia tumepata kilo ngapi, ambazo mkulima wetu atazipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza rejareja kwa banguaji wake. Ndio huo inabidi ustadi wa hali ya juu maana korosho za kuuza watu na unaona nzima, nzima. Hii ni kazi ambayo watu wamejiajiri na watu wengine wanaajiriwa, anabaki na posho zake anaenda kuziuza na yeye anapata kipato. Kwa hiyo ni zao ambalo ni nzuri, ni zao ambalo linatoa tija kwa watu mbalimbali, linatoa tija kwa ajili kwa kwa kwa kwa. ya kubangua ya hapo tunaenda kuzigrade, kuziweka zile ambazo zitauzwa kwa bei kubwa na zile nyingine ambazo zitauzwa kwa bei ndogo mpenzi mtazamaji wa NEBUYE TV. Kukumbusha tu kuanza kusubscribe, kuanza kulike na comment, na pia tunapatikana kwa namba za simu hizo ambazo zipo kwenye screen yako: sifuri saba kumi na tano thelathini na tatu ishirini na sita sabini na tatu. Huo ndio uchomaji au ukangaji wa korosho kwa njia ya asili, lazima tukange na tupate kitu.